ambaye anafahamika kwa jina la Priscilla. Umeona bwana, watu wameanza kupiga kelele huko mtandaoni. Nani wa Nigeria actually ndo amekuja kulalamikia hilo hilo hilo swala. Kwa mfano, hapa kuna page amekuja ameandika kwamba bwana kuna mtu hapa anaitwa Daniel Rega, amekuja ameuliza baada ya Jux kushinda hiyo tunzo ameuliza kwamba so, Juma Jux won the best East African artist at the Headies Awards. Ameuliza exactly? Yani, ya kwamba yani, Juma Jux ameshinda kama msanii bora wa Afrika Mashariki eh, na kwamba ndoa yake imembusi kiumaarufu eh, yani, au kwamba kwa sababu, kama sijakosea, ni kwamba Diamond yuko na hiti nyingi zaidi ila sio kwa ubaya amezungumza hivyo huyu kijana akiwa amekosoa hiyo issue akidai kwamba hiyo tunzo, yani, kwa kifupi, alikuwa anastahili Diamond na sio Jux. Unaona bwana, mambo hayo. Kwa hiyo, Nigeria bwana, wanaanza kusema kwamba hiyo tunzo ambayo ameshinda Jux bwana, alikuwa anastahili kuchukua Diamond, kwamba Diamond ndio msanii bora wa Afrika Mashariki lakini amechukua Jux. Wanauliza, je, Jux amepewa hiyo tunzo kutokana tu na kwamba ndoa yake imetrend zaidi au ni aje? mambo hayo. Haya, kuna mtu mwingine hapa ameandika kwamba abeg how Jux take pass diamond this one no be in low matter, matter uh, which song Jux sing away big pass diamond common save. Kuna mtu common save

She is your goal, she is your glory. Kwa mtu ameandika hivyo, ni Jux asija akamwacha huyo prisi, kwa sababu prisi ndo anamfanya angae. Kwa mtu ameandika hivyo, kwa mtu hapo ameandika kwamba I smell nepotism mambo hayo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba wa Nigeria bwana wameretaliate wakidai kwamba Diamond ndo alikuwa na staili ile tunzo lakini amepewa Jux kiupendeleo kwa sababu ni shemeji. Kwa hiyo Nigeria hawataki hawana longolongo hawajapinda pinda pinda wamenyoosha maneno kama yalivyo, japokuwa of course Jux ni shemeji yao, you understand, so, ukachana hilo hapa kuna mtu hapa amesema kwamba bwana, usiku wa kuamkia leo, bwana mwanamuziki Jux ameshinda tunzo kubwa ya mziki huko nchini Nigeria ambayo inafahamika kwa jina la The Heading msimu wa 17 katika kipengele cha msanii bora wa Afrika Mashariki. Ushindi wa tunzo huo umeibua mijadala mingi sana baina ya wa Wanaijeria, wapo ambao wanaamini kwamba Jux ameshinda kwa uhalali na wapo ambao pia wanahisi kwamba amependelewa. Hivyo basi wanahoji kwamba kisa cha Jux kumooa Prisi ndio apewe na tunzo hiyo? Mbona haingia akilini Jux kumshinda Diamond Platnumz? E, lakini pia nawakumbusha tu kwamba kipengele hicho alikuwepo anawania na Diamond Platnumz, BN, Bruce, Melody, Azawi. Je, ni kweli kwamba Jux kwa mwaka 2024 2025 amefanya mambo makubwa sana kwenye mziki wake kuliko Diamond na BN? E, mjadala kama huu bwana uliibuka baada ya Jux kushinda tunzo hiyo, kushinda pia tunzo ya Tres. Nadhani unakumbuka pia kwamba Jux alishinda pia tunzo ya Tres, watu pia wakapiga kelele hivyo hivyo, kama msanii bora wa kiume Afrika Mashariki. Watu walihisi pia kuna upendeleo, maana kwenye kipengele hicho kulikuwa kuna wasanii wengine ambao walikuwa na staili zaidi kushinda tunzo hiyo. Ili msanii ashinde tunzo ni ili msanii ashinde tunzo hii ilibidi awe na kura nyingi zaidi. Kama Juks amepigiwa kura nyingi zaidi, je, wapigaji wa kura hizo wamempigia kisa amemooa Juks, ame kisa Juks amemooa Priscilla, au wamezingatia nini hasa, au matokeo yake katika mziki wake? Kwa upande wako unaamini vipi? Je, ni kweli kwamba Juks anabebwa kisa amemooa Prissy, au ni kweli ana staili tunzo hiyo? Hebu tuweke maoni yako katika comment section. tutakuwa tukisoma na kuriplay kila comment na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.